Habari za wakati huu, mtazamaji wa Global TV, karibu katika amka na Global leo Februari 20 mwaka 2018, tupate kutazama yaliyoandikwa katika magazeti mbalimbali kutoka hapa nchini Tanzania. Mimi naitwa Dismas hila, ilikumbuka tu kuna Vodacom. Vodacom, huduma ya M-Pesa imeendelea kwa huduma bora zaidi kwa Watanzania katika kutuma na kupokea pesa kwa kupiga nyota na hamsini, nyota sifuri, sifuri, alama ya reli reli. Lakini bila kusahau pia kwa kuwa na app ya Mpesa kwenye simu za iOS pamoja na Android. Basi unakuwa karibu kabisa na huduma bora ukilipia luku Dawasco pamoja na vingamuzi, lakini pia unaweza ukalipia ada kwa kutumia Mpesa. Basi karibu tuangalie leo yaliyoandikwa katika magazeti mbalimbali, tukianza na gazeti la Uwazi leo Jumanne, limeandika mwanafunzi aliyeuawa na polisi ujumbe wake wa mwisho unasikitisha, aliuacha kwa familia yake. Mdogo wake aongea na Uwazi aelezea ya kukutoa machozi. Habari ipo katika ukurasa wa mbele kabisa, gazeti hili la Uwazi. Lakini siku chache baada ya kujifungua, mke wa Azori, nisaidieni na teseka. Habari zote hizo utazisoma katika ukurasa wa tatu na ukurasa wa sita, gazeti hili la Uwazi, tugeuza katika upande wa nyuma gazeti la Uwazi, tuangalie nini ambacho kimeandikwa huku. Pia habari kubwa nayo inasomeka hapa ni asiyejulikana atoweka na mke wa mtu mume. Ahaha, usiku na mchana aomba msaada serikalini, habari inasomeka hivyo. Lakini ang'atwa na fisi usiku, anusa kifo habari pia ipo katika ukurasa wa nyuma gazeti hili la Uwazi. Mbunge aeleza mateso ya ugonjwa wake, habari pia ipo na zote hizi habari utazisoma katika ukurasa wa tatu na ukurasa wa sita katika gazeti hili la Uwazi. Tutoke katika gazeti la Uwazi sasa tugeukie kunako gazeti la Mwananchi leo limeandika Mbowe na vigogo sita CHADEMA waitwa polisi. Kamanda Mambosasa asema kuitwa ni upendeleo, walitakiwa kukamatwa ni siku nne baada ya chama hicho kufanya maandamano Kinondoni. Habari ipo katika ukurasa wa tano, lakini lakini pia pia kuna kuna picha picha hapa ya Kamanda Mambo sasa, lakini pia kuna picha viongozi takribani saba wa CHADEMA na mwana Freeman Mbowe, Vincent Mashinji, Esther Matiko, John Heche, kuna Salum Mwalimu, John Mnyika pamoja na Halima Mdee. Okay, tutoke katika habari hii sasa tuelekee kuna kuna, kuna habari nyingine. Ripoti ya uchunguzi kifo cha Akwilina yazua tafrani Muhimbili baba aongea. Habari ipo katika ukurasa wa nne gazeti hili la Mwananchi. Polisi Zanzibar waingizwa mkenge, waambulia patupu ofisi za CUF habari inasomeka hivyo. Lakini msafara wa rais Kabila wapata ajari nchini Zambia, katika ukurasa ishirini na nane habari tunaisoma katika gazeti la Mwananchi. Wahamiaji wasamishika Zanzibar kuandikishwa katika ukurasa wa tatu, habari unaisoma lakini michezo ukurasa wa 72 Yanga fanyiwa fitina sheli sheli, habari pia ipo katika ukurasa wa mbele kabisa gazeti la Mwananchi. Tugeuze sasa katika upande wa nyuma kabisa, huku ukurasa wa michezo, gazeti la Mwananchi limeandika Yanga wafanyiwa fitina sheli sheli, lakini Simba yanika ya silaha za kuangoa wajibu, habari pia ipo lakini, mkuu wa majeshi afunguka madola kuondolewa kambini, habari pia tutaisoma katika ukurasa wa michezo Mwananchi ukurasa wa nyuma kabisa huku tuliacha gazeti la Mwananchi, tugeukia kunako gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Habari kubwa kabisa limeandika undani makubaliano maziko mwanafunzi aliyeuawa Mkwajuni, habari ipo katika ukurasa wa pili, gazeti la Nipashe. Mahakama ya rudia Nabii Tito apelekwe Mirembe, habari ipo katika ukurasa wa tisa pia gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Vigogo kuongoza uwagaji mwili wa kada wa Chadema katika ukurasa wa pili habari itakuwa unaisoma katika gazeti hili la Nipashe. Waajili crotin mafao ya watumishi katika ukurasa wa tatu habari itakuwa unaisoma pia katika gazeti hili lakini Simba kuendeleza mauaji Djibouti, katika ukurasa wa 32 gazeti la Nipashe mwanga wa Jamii. Tugeukie katika upande wa michezo. Gazeti la Nipashe limeandika Simba kuendeleza mauaji Jibot ni ili kujimalisha kwa vaa wa Arabu katika mashindano ya kombe la shirikisho Afrika. Habari inasomeka hivyo katika kurasa ukurasa wa Nipashe michezo. Magufuli na Infantino kuteta kesho kutwa, habari pia utaisoma katika gazeti la michezo Nipashe. Lakini Arzad anaweza kuondoka KRC, katika kurasa wa 30, habari hiyo utakuwa unaisoma katika gazeti Nipashe kwa upande wa michezo. Tugeukie sasa kunako gazeti la Mtanzania, fikra ya kinifu, leo Jumanne, limeandika machozi ya Akwilina, ndugu wagomea mwili, wataka ripoti ya uchunguzi vilivyotawala hospitali ya taifa Muhimbili. Lakini pia hapa kuna nukuu inasema, umekufa kipindi cha mwezi wa toba, tena Ijumaa ya kwanza ya njia ya msalaba, damu iliyomwagika msalabani ni agano kwetu imeandikwa na Roma Mkatoliki. Okay? Habari nyingine inasomeka mtoto wa wazazi waliokamatwa China kwa unga akabidhiwa kwa familia. Habari inasomeka mtoto wa wazazi Baraka Malali na mkewe Yashura Musa waliokamatwa China wakisafirisha dawa za kulevya amekabidhiwa kwa ndugu wa mama yake. Mabidiziano hayo yamefanyika baada ya makubaliano baina ya serikali na ndugu wa pande mbili, yani mwanamke na mwanaume kuamua mwa mtoto huyo mwenye umri wa miaka miwili akae upande wa familia ya mama yake. Habari inasomeka katika kurasa wa nne, gazeti hili la Mtanzania vigogo saba wa Chadema waita polisi. Habari pia ipo katika ukurasa wa pili gazeti la Mtanzania. Tugeuza katika upande wa michezo. Gazeti la Mtanzania limeandika Simba bado kufyatua tu, yakamilisha mkakati kuipiga jenda mali leo. Habari inasomeka hivyo katika ukurasa wa michezo gazeti la Mtanzania. Asalei yapata dili Ulaya. Habari pia utaisoma katika ukurasa wa ishirini Gazeti hili la Mtanzania katika kibonzo cha leo cha wakudata ameandika kuna jamaa hapa, anamwambia mwenzie acha pombe. Yule mwenzie anamwambia kwa nini? Pombe ni adui wa maendeleo. Afu jamaa anamjibu kwamba nilifunzwa kumpenda adui yangu habari hmm. inasome kibonzo iko kinasomeka hivyo katika gazeti hili la Mtanzania. Tutoke katika gazeti la Mtanzania, sigeukie kunako gazeti la habari leo, gwiji la habari Tanzania limeandika wafanyabiashara wa EAC nao wakataa wakata mitumba katika ukurasa wa pili, habari toko unaisoma katika gazeti hili la habari leo. Bodaboda boda, vinara wa uchumi Kenya Apili, nasomeka, wa pili habari inasomeka, lakini mfumo wa utoaji majibu Muhimbili wa rahisishwa katika ukurasa wa nne habari hii tutakuwa tunaisoma katika gazeti hili ombi. La Somalia kujiunga na EAC kujadiliwa wiki hii katika ukurasa wa nne habari tutakuwa tunaisoma katika gazeti la habari leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini Akwilina kuagwa Alhamisi, NIT kuzikwa Ijumaa katika ukurasa wa 4 gazeti hili la Habari Leo. Tukigeuza katika upande wa michezo, gazeti la Habari Leo limeandika Simba ya tamba kuimaliza jenda mare apr matumaini kibao shirikisho, habari inasomeka hivyo katika gazeti la Habari Leo. Mambo ya iva ujio wa FIFA utaisoma katika ukurasa wa 31 gazeti hili la Habari Leo, mzimu wa wema wa mwandama zari katika kurasa wa 29, gazeti hili la Habari Leo, habari hiyo imeandikwa wakongwe chibukizi timu ya riadha ya madora Kenya, kurasa 31, habari tutakuwa naisoma katika gazeti la Habari Leo. Tutoke sasa katika gazeti la Habari Leo kwa magazeti ya michezo pekee, na nalo gazeti la Mwanaspoti limeandika simba yasema yaani, mapema tu au kuyafichua siri kwasi hapa, habari inasomeka hivyo. Lakini Jose aleta barua kwa Pogba katika kurasa 22, gazeti hili la Mwanaspoti. Bilioni moja kutumika kuingoa St Louis katika ukurasa wa tatu, gazeti hili la Mwanaspoti habari hiyo utakuwa unaisoma, lakini tugeuza katika upande wa michezo kimataifa. Gazeti la Mwanaspoti limeandika karibu London, Lionel Messi lakini tetesi za mastaa wa juu zimeandika Ronaldo akubali Harry Kane kutua Bernabeu, habari inasomeka katika ukurasa 11 gazeti la mwana spoti. Tumalizia na gazeti la Bingwa leo Jumanne tarehe 20 Februari limeandika kisa Yanga Pierre awapiga memo Simba wajiza titi kwa sambalatisha wajibuti leo, habari inasomika katika ukurasa wa mbele gazeti la Bingwa. Msajili ajichanganya adhabu ya matuzia, katika ukurasa wa pili unaisoma habari hiyo. Lakini manula atenguka mkono, katika ukurasa wa pili habari imeandikwa katika gazeti hili la Bingwa. Yanga yapeta Shelisheli, wapata mapokezi ya kiustaarabu. Wachezaji wafanye mazoezi kisayansi mitaani habari ipo katika ukurasa wa pili gazeti la Bingwa. Tugeuza katika upande wa michezo, gazeti la Bingwa limeandika uhakika, Mourinho naye kutumia makombora kuiua Sevilla. Lakini habari nyingine inasomeka, Ronaldinho kufanya ziara kuaga mashabiki. Katika ukurasa wa 23 gazeti la Bingwa limeandika Barak, aiponda Bundesliga, aifagilia EPL, lakini bari nyingine pia inasomeka mbape kiro safi PSG katika ukurasa 23, gazeti hili la Bingwa limeandika fabricas yakna Chelsea kukumbwa na mgogoro. Habari hii pia utaisoma katika ukurasa wa 23 katika gazeti hili la Bingwa na nahitimisha hivyo, nimehitimisha hivyo katika gazeti la Bingwa, na nikushukuru sana mtazamaji wa Global TV, hasa katika kipindi cha Amka na Global. Tumetazama magazeti yote leo yaliandikwa kwa siku hii ya leo Februari 20 mwaka elfu mbili 18. Ninawashukuru sana Vodacom kwa muda wote ambao tumekuwa nao pamoja, wakiendelea kukuhudumia kwa kutumia Mpesa kwa kupiga nyota 150 kama ni mteja wa Vodacom nyota 00 alama ya reli. Baada ya hapo unakutana na app kubwa kabisa pia ya Mpesa ambayo kupitia hiyo app unaweza pia ukatuma pesa, lakini unaweza ukatoa pesa pia lakini kulipia huduma mbalimbali kama Luku, Dawasco pamoja na vinamuzi. Mimi naitwa Dismas Masirari. Usiache kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook na Instagram, tunajulikana kama Global Publishers, lakini pia tuko Twitter, tunajulikana kama Global Habari. Usiache pia kudownload app yetu mpya kabisa ya Global Publishers ili habari zote kubwa uwe wa kwanza kabisa kuzipata. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Sande Bushiri. Nikutakia asubuhi njema. Bye bye. Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu John. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Nikiwa natoa pesa nilipe, <laughs> kumbe malipo yameshafanyika. Chifu, vipi? Pesa ni Mpesa. Alikuwa akilipa kila mara kila sehemu, ila safari hii nikapanga nimwoneshe weit. Alipofika na bili, ilikuwa ni taimu ya kutumia mkwanja wag. Chifu, vipi? Pesa ni Mpesa. <laughs> nilidhani mii ndo mjanja, kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni Mpesa.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 2017 kwa shilingi, shilingi mia tano tu. Amka na gazeti la Sports Extra jumapili hii na kila Jumapili, imeletwa kuziba pengo lililopo katika magazeti ya michezo siku hiyo. Kumbuka Sports Extra, kuwa mtaani kila Jumapili kwa shilingi, shilingi mia tano tu. Ikiwa mimi Mrisho Mpoto, mjomba taarifa zangu zote, habari zote za ulimwengu, za burudani na michezo, nazipata kwenye app ya Global Publishers. Wewe unasubiri nini? Sasa hebu install sasa, unapitwa ndugu yangu, install sasa hivi kwenye Google Play au App Store sasa hivi. Hayo ni maelekezo, hauwezi kwenda kwa jirani kama hujatokea nyumbani kwako. Hebu rudi nyumbani kwanza, hapa. Global Publishers application.